Tukilinganisha mwaka huu tunaomalizia 2017 na mwaka jana 2016, kwa kipindi kuanzia Januari hadi Novemba 2017, matukio ya uhalifu yaliyoripotiwa katika vituo vya Polisi kanda ka maalum Dar es Salaam, jumla yake yaliripotiwa matukio F E, laki moja na ishirini na sita elfu na mia mbili ukilinganisha na kipindi kama hicho mwaka 2016 ambapo matukio yaliyoripotiwa yalikuwa laki moja na ishirini na tisa, mia sita na mbili hivyo kusababisha ukilinganisha data hizi kuna upungufu wa matukio elfu tatu mia nne na tano sawa na asilimia mbili pointi sita. Huko ni kupungua kwa matukio ukilinganisha mwaka huu tunaomalizia kuelekea 2018, ukilinganisha na mwaka, mwaka jana 2016. Katika kipindi cha Januari hadi Novemba 2017 kulikuwa na jumla ya matukio makubwa 9736, lakini ukilinganisha na matukio makubwa ya jinai kwa mwaka uliopita yalikuwa 12 550 yaliyoripotiwa katika kipindi kama hicho 2016. Upungufu wa matukio ni 2814 sawa na asilimia 22.4. Hali ya uhalifu katika kanda ya polisi Dar es Salaam ilikuwa ya kuridhisha katika kipindi chote ingawa kulikuwa na matukio machache ya unyang'anyi wa kutumia silaha, unyang'anyi wa kutumia nguvu, uvunjaji, wizi wa magari, pikipiki. E, yaliyojitokeza nayo ni kama ifuatavyo: matukio makubwa ya jinai, unyang'anyi wa kutumia silaha, idadi ya matukio Januari hadi Novemba yalikuwa 127 idadi ya matukio Januari, uh, hadi Novemba 2017 jumla yake ni 99 kulawiti ni 48 na ukiangalia samani m e, idadi ya matukio ni 99 tofauti ni 40 na 58 na, na, na, na e, lakini uh, tof, e, percentage au asilimia ya matukio hayo yameshuka kwa kiasi cha asilimia 53. Unyang'anyi wa kutumia nguvu, matukio yaliyoripotiwa yalikuwa 757 kwa mwaka 2016, mwaka huu alikuwa 838, pungufu ni 429 h, sawa na asilimia 56. Uvunjaji ni matukio 5147 kwa mwaka 1916 na mwaka huu ni elfu 3,695 ukiangalia upungufu ni elfu 1,452 sawa na asilimia 28.2. Kwa kuwa nimeandika yote hapa, naomba nisiasome yote na mtayapata mta kutokana na ile jedwali linavyojionyesha. Matukio ya usalama barabarani: makosa yaliyotokea, idadi ya kesi, Januari Novemba 2016 ajali zilizosababisha vifo zilikuwa 262 na mwaka 2017 ilikuwa ni mia moja na themanini na mbili upungufu ni matukio sabini na nane sawa na asilimia ishirini na tisa pointi tatu waliofariki elfu mbili na kumi na sita walikuwa mia tatu na moja kwa mwaka huo elfu mbili na kumi na sita kumi na saba walikuwa 194 tofauti au upungufu mia moja na saba sawa na asilimia 35.9. Waliojeruhiwa 2016 walikuwa 3,664, kwa mwaka huu ni 1,917, pungufu ni 1,737, sawa na asilimia 47.5. Ajali za pikipiki kwa mwaka jana ilikuwa ni 1134, mwaka huu ni 514, pungufu 420, sawa na asilimia 54.7. Uh, ajali za pikipiki zilizosababisha vifo kwa mwaka jana ilikuwa ni 63, mwaka huu 63, hakuna ongezeko. Eh, kwa hiyo eh, Matukio yamelingana mwaka jana na mwaka huu. Waliofariki kwa mwaka jana walikuwa 64, na, na mwaka huu 65, ongezeko ni moja sawa na asilimia moja. Waliojeruhiwa kwa ajali hizo za pikipiki ni 905 kwa mwaka jana, mwaka huu ni 399, pungufu ni 506 sawa na asilimia 56. Operesheni mbalimbali ambazo zimefanyika ndani ya kanda, polisi katika juhudi zake za kuendelea kuimarisha hali ya ulinzi na usalama ilijikita sana katika uh, kusimamia misako ili kuwakamata wahalifu waliokuwa wanajaribu kupanga mipango ya uhalifu, lakini iliimarisha doria, na jumla ya watu walioweza kukamatwa kwa makosa hayo mbalimbali walikamatwa wahalifu 18194. Hao walikamatwa kwa tuhuma mbalimbali kwa kipindi cha Januari e, Januari Novemba 2017 nao walikamatwa kama ifuatavyo: majambazi sugu walikamatwa 36 na walikamatwa kwa makosa ya mumani kwa kutumia silaha, kutumia nguvu, uvunjaji na wizi wa magari. Jumla ya magari ya, ni, ya, yaliyo, magari, magari yaliyokamatwa ni jumla ya magari yaliyoibiwa ni 213, yaliyopatikana kutokana na taarifa za wananchi ni 32. Pikipiki zilizoibiwa ni 1778 na zilizo uh, patikana kati ya hizo ni 127. Jumla ya silaha zilizokamatwa ni 27, risasi zilizokamatwa ni 1147, kati ya hizo SMG ni mbili na risasi jumla yake ni mia tatu, mia nane ishirini na nne bastola, tulizoweza kuzikamata ni 15 na risasi zake 127, shotgun tuliweza kukamata sita risasi jumla yake ni 394, raifo tulizokamata ni 4 risasi tulizoweza kukamata ni mia mbili, sitini na tatu watuhumiwa 25 pia walikamatwa kuhusiana na silaha hizo. Vita dhidi ya madawa ya kulevya, e, kwa ujumla jeshi la polisi liliungana na kampeni iliyotolewa na kikosi cha kuzuia madawa ya kulevya nchini, ambapo nasi tuliingia kwenye kampeni hiyo na jumla ya bangi tulioweza kukamata ni zaidi ya kilo 2,456 na gramu ya tano na moja. E, jumla ya watuhumiwa tuliokamata ni 5,205, walikamatwa kuhusiana na madawa hayo ya kulevya. Jumla ya madawa ya kulevya aina ya heroin tulikamata jumla ya kilogramu moja na gramu 444 zilikamatwa pamoja na watuhumiwa 83 walikamatwa kuhusiana na makosa mbalimbali ya madawa hayo kupatikana. Na mirungi tuliweza kukamata jumla ya kilogramu 96 na, na gramu 702 Jumla ya watumiwa 182 walikamatwa kuhusiana na kesi hizo, na jumla ya kesi zilizofunguliwa zilikuwa 157 bandia, aa, ni bandia ni 12 zilifunguliwa ambapo jumla ya shilingi hizo feki za noti bandia zilipatikana jumla ya shilingi za Kitanzania hamsini na tatu milioni laki saba na hamsini na nne elfu na tisini na nne. US dollars feki zilikamatwa 800. Jumla ya watuhumiwa waliokamatwa ni 1124 wahamiaji haramu tulifanikiwa kukamata jumla haramu, 91, 93, hapa, inchini, mengia, a, 91, 99, ya wahamiaji haramu 193 ambao walikamatwa hapa hapa nchini wakiwa wameingia kinyume cha sheria. Kesi zilizofunguliwa ni 109 na mashauri yao yanaendelea katika mahakama zetu. Watumio hao walitoka nchi mbalimbali kama vile Kenya, Malawi, Uganda, Ethiopia na Somalia. Mpango mkakati wa kuzuia uhalifu kuelekea mwaka 2018. Jeshi la Polisi Kanda Maalum limejipanga kuhakikisha kwamba tunamalizia vizuri siku zilizobakia, lakini tunaingia mwaka 2018 tukiwa salama kuhakikishia Watanzania wote wanaoishi ndani ya kanda maalum kwamba wataendelea kuwekeza, wataendelea kuishi wakiwa salama. Na katika kufanikisha hilo, jeshi la polisi limejipanga eh, kuimarisha doria za miguu, doria za pikipiki, tutaendelea kutumia doria za magari, umbwa na farasi eh, lakini pale inapobidi kama tulivyofanya uh, siku ya Christmas lakini pia tutakavyofanya siku ya uh, mwaka mpya, tutaruka pia na helikopta kwa kuhakikisha kwamba eh, tunawahakikishia Watanzania ndani ya kanda maalumu ya Dar es Salaam wanaendelea kuwa sala, salama. Lakini jeshi la polisi pia lina litaendelea kutambua uwepo wa wadau wa amani, kamati za ulinzi na usalama tunaendelea kushirikiana nazo. Tunafanya kazi kwa ukaribu sana na wenzetu wa usalama wa taifa, tuko nao, tunahakikisha kwamba maeneo yanaendelea kuwa salama. Tunatambua uwepo wa makampuni ya ulinzi binafsi, tutaendelea kuyatumia e, ili kujazia pengo la uchache wa jeshi la polisi, ili kuwafikia wananchi wote kwa wakati mmoja tunaendelea kutambua pia uwepo wa makampuni e, ya, ya, ya, ya ulinzi yaliyoajiri watu binafsi binafsi katika ulinzi, lakini pia matajiri mmoja mmoja nao pia wametengeneza ajira kwa ajili ya watu wa kuwasaidia kulinda katika maeneo waliyowekeza. Wote hawa katika ujumla wao, sisi tunawatambua kama ni wadau wetu na tutaendelea kushirikiana nao ili kuhakikisha kwamba mwaka unaokuja E, tunaopokea lakini tunahakikisha kwamba tunaendelea kuwa salama. Lakini jeshi la polisi pia tunaendelea e, kutambua uwepo wa wenzetu mikoa jirani Morogoro, Pwani, Kibiti, ya Kibiti e, na mikoa yote mitatu ya, ya kanda maalum, tunaendelea kuunganisha nguvu ya pamoja ili kufanya interdistrict joint operation au misako ya pamoja ngazi ya wilaya. Na intelligence, uh, joint operations yote haya yanatusaidia, tunapokaa pamoja tunabadilishana uzoefu, lakini pia e, tunabadilishana taarifa fiche za wahalifu na uhalifu. Pia tunaendelea kuimarisha kitengo chetu cha kumbukumbu ili kuendelea kuwapitia na kuwatambua wahalifu wazoefu ambao wamekuwa wanafanya vitendo vya kihalifu ndani ya kanda na mikoa jirani. Kwa kuwatambua wote hawa itaendelea kutusaidia sasa kufanya ufuatiliaji wa pamoja ili kuhakikisha kwamba kanda yetu ya polisi Dar es salama inaendelea kuwa salama. Lakini kwa wawekezaji wa mabenki eh, lakini eh, taasisi zote za kifedha tunaendelea kuwashauri kwamba kila anayewekeza afunge CCTV kamera hizi zinatusaidia sana pale uhalifu unapokuwa umefanyika, hata wa ndani inatusaidia sana kuwabaini, kuwa na mwisho kuwakamata wahusika ili waweze kufikishwa mbele ya mahakama. Tunaendelea pia, kutokana na kukua kwa sayansi na teknolojia, tunaendelea kuimarisha kitengo chetu cha cyber crime, au kitengo kinachoshughulikia makosa ya kimtandao. E, uhalifu mwingi sasa hivi unafanyika kupitia uh, mtandao. Watu wanaibiwa kupitia mtandao na ili kwenda na kasi kuwatangulia hao wahalifu ambao wanatumia njia hii. Jeshi la Polisi Kanda Maalum linaendelea kuimarisha kitengo hiki ili kuhakikisha kwamba e, shughuli zinakwenda zina vizuri e, mtu asija kabaki salama tu kwa kutumia mtandao um, lakini pia jeshi la polisi kanda maalum linaloamini sana katika masuala ya kuzuia uhalifu, tumejikita sana kuimarisha kitengo chetu kupitia programu za polisi jamii, kuimarisha vikundi vile vya ulinzi shirikishi kwenye maeneo. Mapolisi kata wetu walioko kule tunaendelea kuwahimiza waendelee kuwa karibu na viongozi wote ngazi ya kata, ngazi ya mtaa, ngazi ya tarafa tarafa tuna ukaguzi wa tarafa pia, wote hao tunalenga katika kuhakikisha kwamba wanatengeneza mazingira rafiki, lakini wanakusanya taarifa fiche za uhalifu na wahalifu, ili taarifa hizo zitusaidie sasa kuwafikia wahalifu bila kupoteza resource nyingi e, katika kuwatafuta uwatauta. E, kutokana na yote haya nipende kutoa taarifa kwenu wanahabari, lakini kwa umma wote unaokaa Dar es Salaam kwamba Dar es Salaam iko shwari shwari sana. Matukio makubwa yamedhibitiwa, na yeyote anayejaribu hafiki hatua mbili kabla ya kutiwa mbaroni. Na siku zote mi nimekuwa naendelea kuwashauri kwamba wahalifu ndani ya kanda maalum hawana nafasi. Inawezekana ikawa rahisi sana wao kutoka mikoa ya jirani kuingia, lakini nawahakikishia pale watakapotenda makosa fursa ya kutoka salama baada ya kutenda makosa hayo imezibwa au imedhibitiwa. Na kwa sababu hiyo naendelea kuwaasa wahalifu wabadili tabia, waache vitendo vya kihalifu, waishi kwa kutii sheria za nchi na wazitii bila kusubiri kushurutishwa. Yeyote atakayefanya hivyo atabaki salama, na jeshi la polisi, kama ilivyo dhima yake ya kulinda maisha ya watu na mali tutaendelea kusimamia, wao waendelee kuwa salama, lakini atakayefanya vinginevyo atakutana na mkono wa sheria na hatabaki salama. Na kupitia hadhira hii e, yenu wanahabari, napenda sana kuwashukuru Watanzania wote wanaoishi ndani ya kanda maalumu ya Dar es Salaam kwa namna ambavyo wanaendelea kunipa ushirikiano, wanavyoendelea kulipa jeshi la polisi ushirikiano katika kudhibiti vitendo vya kihalifu na uhalifu. Hakika Dar es Salaam bila uhalifu inawezekana. Na baada ya kuyasoma, ya kuyasema hayo eh, nichukue fursa hii kwa niaba yangu mimi mwenyewe, kwa niaba ya maafisa wakaguzi na wapiganaji wote ninaofanya kazi nao, niwatakie sasa, nyie wanahabari, watanzania wote wanaoishi kanda maalumu ya Dar es Salaam heri ya sikukuu ya mwaka mpya wa elfu mbili na kumi na nane. Tujongee tukiwa salama. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Kama kawaida kuna swali kule, njoo. Kuna siku wanahabari nyewe ndio mtakamata watu na kuwahoji. Kuna siku nyewe ndio mtawakamata na kuwahoji, amsubiri mimi ndio nitoe habari. nazipata kutoka kwenu. Kakobe, kila aliyeniuliza na ninauhakika robo tatu yenu mmeniuliza, Mheshimiwa Kakobe, baba askofu, tulikuwa hatujamkamata pale. atakapokuwa amekamatwa kwa makosa aliyoyatenda, nitawaambia, lakini kwa sasa hajakamatwa Mchungaji huyo <coughs> wa kiroho baba sofu Kakobe hajakamatwa. Swali lingine. Jeshi la polisi huwa halina mpango wa kukamata mtu ambaye hajatenda uhalifu yani. Ukitaka kupanga kukamatwa ni kutenda kosa la jinai. Utakapotenda kosa la jinai, maanake umepanga kukamatwa, na kama yeye ametenda kosa la jinai, basi atakamatwa kwa hilo, lakini nalosema hajakamatwa. Swali lingine Tamko langu katika hilo, naendelea kuwaonya watu wote wenye tabia hizi, ufyatuaji wa risasi hovyo, ufyatuaji wa fataki hovyo, lakini uchomaji wa matairi pia ni makosa, tena ni makosa yanayokiuka usalama wa matumizi ya, ya silaha. Maelekezo tuliyokwisha yatoa ni kwamba tolewa na mara nyingi tunatoa kwenye hoteli kubwa ambazo tuna wageni wa kutoka mataifa mengine, na kwa utamaduni walionao huwa mara nyingi wanasherehekea pia kwa kufyatua fataki. Maelekezo yametolewa kwa hoteli chache kubwa zenye hadhi ya kimataifa, wao watapewa fursa hiyo, lakini kwa uangalizi wa jeshi la polisi kwa watanzania wengine wanaoishi ndani ya kanda maalum, Mheshimiwa mkuu wa mkoa ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama Paul Makonda, e, jana alikuwa uh, ITV na alitoa, alitoa maelekezo kwamba mwaka huu tungependa kusherekea kwa namna tofauti. Tutakuwa pale te, Tanganyika Packers kwa watanzania wengine wanaotaka kulipua hizo fataki tutakuwa pale Tanganyika Pekas. Kuna eneo zuri, tutakuwa tumewaandaa watu na tutawaruhusu watu kufyatua hizo fataki. Maeneo mengine ni ya vibali.